Na mtazamaji, mamia ya vijana umepewa ufadhili wa kuanzisha biashara kwenye mradi wa Nyota katika hafla ambayo imefanyika Kakamega. Mradi huo wa miaka mitano, unaolenga vijana zaidi ya laki nane humu nchini, ulianzishwa na serikali ya Kenya na kudhaminiwa na Benki ya Dunia. So, kutoka wale walikuwa blacklisted, sasa tuko na wananchi wengi. Wengine walikuwa wananiuliza, wewe Bwana president, unasema mtu akope shilingi mia tano shilingi mia tano itamsaidia nini sijui, shilingi elfu moja itamsaidia nini sijui shilingi, eh, sijui shilingi elfu tano itamsaidia na nini? Mimi nataka niwaeleze shida ya biashara si pesa. Shida ya biashara ni akili. Mtu akiwa na akili anaweza kufanya biashara na pesa ya aina yoyote. Na ndio mimi nataka niwaulize, mimi nikisimama mbele yenu, wakati mmoja nilikuwa ninauza kuku na ilikuwa shilingi kumi na tatu ama shilingi kumi na saba. Leo nasimama mbele yenu hapa kusema siku hizi mimi niko na kuku nyingi, sitaki kusema ni kiasi gani, but I just want to encourage you. Nataka muelewe ya kwamba wale waliosema haba na haba hujaza kibaba. They knew what they are saying. You can start small. Hata Biblia inasema do not despise young or small beginnings. There is a future. Mnanielewa jameni? Kuna watu watakuambia elfu ishirini na tano haiwezi kufanya chochote. Kuna watu watakuambia shilingi elfu hamsini, haiwezi kufanya chochote lakini mimi nataka kukueleza ukitumia akili, ukijipanga vizuri, 50000 can make a difference in your life and can grow your business. Na ndio sababu hiyo I am standing before you to thank the World Bank Group for being our partners so that we can do this together. Pesa ambayo tunawapatia leo ni mkopo, tumechukua kutoka World Bank. Mujue si pesa ya bure, ni munanielewa Serikali ya Kenya itakuja kulipa baadaye, lakini nyinyi hamuwezi kulipa. Nyinyi sasa hiyo pesa ni pesa yenu.